Mtakayo amu Mungu haingii no, kwenye Maandiko. Kwa maana wengi saa kanisa imetoka kwa Mungu, watu wanatembea na mashauri ya dunia, mashauri ya ukoo, kwenye makaburi wanaenda na kanisani wanaebateza rohoni, kwa waganga wanaenda. Bwana ni mwema, Bwana amna oh, lolote ni mizoga hii nini? Wametoka rohoni kwa sababu wamekataa kutembea na mashauri ya msori wa ajabu. Sikiliza nachoubidi pokea gari sasa haya mashauri ya nani? nasipokee gani? mzinzi apokee gani la nani, na limetoka wapi? na huo ni mpongo wa Yesu apokee gani? siapokee Yesu, apokee mashauri yake toka kwenye uzinzi. Wanasema haya kwa sababu wametoka kwa mshauri wa ajabu. Umepotea kanisa, imetoka kwenye mwelekeo, wamefika maelekezo ya kuzingi atendea na mafunuo hayo, kweli haimo ndani ya mioyo, haishi kweli usiwewewe inenisikialeo tobotoka toka kwenye mizimu, toka kwenye mashauri ya dunia na miungo ya dunia hii. Pokea magai, tuende nayo wapi? Mtu kiondoka unaondoka na furushi nasi ya mwanadamu. Bwana temdee na mashauri yake, ili nafsi yangu isiende kuzimu, isitembee na mapepo. Nafsi yangu itembee kwenye njia ya uzima baada ya kufundisha nasi kutembea kwa njia ya uzima, kuhubiri njia ya uzima. Pokea mme, pokea kazi, unaenda kufunuliwa, unaenda kupandishwa viwango, viwango. Unaenda kupandishwa na nani? Nasi tikitoa kwenye uovu, toka kwenye giza hiyo, toka kwenye miungu ya dunia, mliosika wahubiri, toka kwenye hiyo miuru, toka tu bocha njia mbaya tadanga nyalozawanadambakalii anaandaa roho za wanadamu na wanadamu wanavyopenda mambo ya dunia, wamejaa kama kumbikumbi huko. Yani kwa kweli, inafurahisha neno lake. Unaambiwa kupokea gari daka daka muujiza wako, unaweza kadaka plada. Wewe imani daka imani ya anani akudaka magari. Imani ya Yesu ni kuamini neno na imani hiyo nambatanana na matendo, nitenge sawa na neno lake, na magari ya anani afu e mchungaji anawaambia hivyo